Miradi iliyofika asilimia 96 na 94 kwa maana na jengo la dharura na jengo la wagonjwa mahututi yabaiziwe haraka na aanze kazi mara moja, kama mlivyoahidi kwenye taarifa yenu kwamba tarehe 2 na tarehe 27 Mheshimiwa Waziri Muhamed Mchegera atakuja kufungua hayo majengo, lakini akute yameanza kazi. Moi, tumekubaliana majengo yaanze kazi. Jengo la dharura na jengo la wagonjwa mahututi yaanze kazi ya ma ujenzi umalizike kwa haraka na yaanze kazi kwa mara moja, ili wananchi ambao wanahitaji ile huduma ya wagonjwa waweze kuipata. Wote tunafahamu umuhimu wa vyumba vya wagonjwa mahututi, wote tunafahamu umuhimu wa jengo la dharura kwa wagonjwa kwa kwa hiyo uh, Mheshimiwa uh, Muhamed Chevila ameelekeza majengo haya ambayo yamefikia asilimia hizo yamalizike mara moja na yaanze kazi, na yeye atakuja kwa ajili ya uzinduzi na akute yakitumika. Shughuli ndogo ndogo walkways zisisababishe huduma kwa wacha kutolea, tuendelee kutoa huduma huku tukiendelea na taratibu za manunuzi, kwa sababu nimeona walkway iko zero Ndiyo, mko kwenye manunuzi, hatuwezi kuisubiri. Wagonjwa hawezi kuisubiri isubiri, lakini wagonjwa waendelee kupata huduma. Na mwisho, jengo la damu salama ambalo bado liko chini zaidi, mmenithibitishia kwamba pesa za kumaliza hayo majengo tayari zimekwisha kuingia tangu mwezi wa kumi. Naomba vikao hivyo ambavyo mnatakiwa kukaa na wizara ili mkandarasi aweze kurudi site. Tupo na mkurugenzi hapa, amekuja kwa hili, hata tutaokubaliana hapa aweze kuyachukulia kwa vitendo. Kikao hicho kifanyike kwa haraka ili mkandarasi arudi site. Mafundi wamesema pale, wamerudi jana, mlijua kwa nini niwauliza, mko hapa tangu lini? Simeona juu lao. Kwa hiyo naomba kikao hicho cha kumrudisha mkandarasi site kifanyike haraka, ili mkandarasi arudi site kuendelea na jengo la damu salama, ili nalo kama tulivyokubaliana, angalau basi mwisho wa mwezi Februari au Machi hilo jengo nalo liweze kuisha ili wananchi waweze kupata nini huduma.